Jambo la amani, hata mtu kama atakasirika kwamba tunasema sana, hatutaacha kuwa tunasema swala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea, amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa. Na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaliwa na Mungu, mko katika amani, si mpaka muitunze? Kama hamuitunzi amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawasawa na yai ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa, likikuponyoka likaanguka lile yai litavunjika na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni tabu sana. Na mfano mzuri wewe, safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika wako katika raha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani, asema faliyabudu rabb hadha lbait aladhi atamahu min ju' wa amanahu min khawf, anaambia maqureishi kwamba muabuduni Mungu, mwabuduni Mungu wa, wa nyumba hii Alkaaba ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliyofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachiaachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria vikuweza kuharibu amani, alafu sisi wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa, au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya matu juhala Anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke. Kishanuke kishanuke, ndio utakaa wewe katika nchi, atakaa shangazi yako katika nchi, atakaa babio katika nchi, barakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza, lakini la pili la kufikiri ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an. Ametuambia kila mara, akituambia anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu, anasema afalata aqilun, je ham, hamtumia akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo, afala tatafakkarun, hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri. Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. idha aradta an tafala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo, fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona tu ni mahala unaweza ukafanya jambo lolote, na hata likitokea halina neno. Tusighilibiwe, tusighilibiwe Waislamu. Na tusiridhiwe hata wa Tanzania wote, tusiridhiwe. Lazima tufikiri mtu, tumu assess yule mtu kwamba anatuambia nini, nini itatokea faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania, ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katikati, tuko senta. Wenzetu waliotuzunguka wana amani, wengi wao hawana amani, wanakimbilia wapi? Tanzania ikichafuka, Tanzania twenda wapi? Yalla Jalalu, lazima tuangalie. Haya ni mambo muhimu sana, hatakiwi kufatafata tu. Mtume alehu sallam amekataza, ame, ame, ame akasema, anawaambia masahaba, mmoja wala takun imaa usiwe ngoma iko, yani usiwe mtu ambaye nikitokea jambo fulani mimi niko pamoja na fulani, ana maa fulani ana maa fulani hapana. We mwenyewe utumie fikra zaki, zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha e, machafuko katika nchi. Wa mu'dhamu nnari min mustasghar sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche kila unavyoiachia cheche kwamba haina neno, haina neno, ni cheche tu ya moto, haina neno, baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia na mimi, hakika na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani. Hatuna muda wa kuizungumza sana, inahitaji masaa mawili hivi kuizungumza, ili watu waelewe nini amani na Uislamu umesemaje juu ya amani. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaendea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu, atakiwa sisi wenyewe tuwe na akili kuwachagua viongozi tunawataka, watakao tufaa Sio hivi, hivi tu yani ya, haiwezekani muislamu akawa anafanyia jambo hivi, hivi tu. Hata Mungu anaumba lakini bado anachagua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakacho, lakini pia anachagua kwa. Na sisi lazima tuchague kitu kilichokuwa bora. Vitu viwili vikiwekwa, hiki bora, hiki si bora, unachotakiwa wewe ni kuitumia akili kuchagua bora, khalas. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza dunia na akhera. Ameweka vitu viwili. Kaweka akhera hapa, akaweka dunia kushoto. Akasema kumwambia mtume na msemo ule na tuenia sisi sote. Akasema walal akhiratu khairu laka min alula. Akhera ni bora kwako, e Muhammad, kuliko ulimwengu. Afu akamwachia. Utajua we mwenyewe ni kitu gani cha kuchagua. Lakini mimi kama Mungu nakwambia akhera bora kuliko ulimwengu. Sasa kama utachagua wewe mwenyewe, ulimwengu, si akili yako mbovu? Kama utajigua akhera, akhera sio jambo lilokuwa la bora, hilo ndio kitu kilichokuwa bora. Tatu, katika mwaka wa uchaguzi, viongozi tutakiwa kuwachagua kuanzia ngazi zote, iwe diwani iwe wabunge iwe rais, angalia yule mtu ambaye unamuona atakufaa na, atakufa, na atakayeweza kukusaidia Si kujishagulia shagulia tu na unachekacheka tu na fatafata tu, mtu kakwambia unakubali kubali tu. Uislamu hauwi katika kitu cha namna hiyo eh. Tulikuwa tunasoma zamani shuleni, kuna methali inasema kizuri chajiuza kibaya, khalas. wa alallabibitakfihi lishara, wanasema Warabu, mtu mwenye akili anaambiwa kidogo anaelewa sana. Hatuna haja kuendelea jingine, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika mwaka huu, dua kwa wingi misikitini, tukiwa majumbani, tukiamka usiku kuswali, tumwombe Mwenyezi Mungu uchaguzi upite kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate kheri na baraka katika nchi yetu, tupate viongozi wazuri watakao tufaa, ambao tumewachagua wenyewe kwa uchaguzi wetu wenyewe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya namna hiyo. Kipindi hiki tufanye sana dua, na viongozi wetu tulionao pia tuombe Mungu, viongozi wetu wetu wote waliopo, waliostaafu wali tuombe Mungu, na sisi wenyewe tujiombee amesema Mtume, man daa li amirihi fakad daa linafsihi, anayemwombea kiongozi wake kajiombea mwenyewe, wala sio kwamba kamwombea nani. Kiongozi wake kajiombea mwenyewe, kwa sababu kiongozi akitengenekewa, wewe raia na wewe unatengenekewa. Kiongozi akiharibikiwa, nchi nzima itaharibika. Sasa, kwa ajili ya kujinusuru wewe unamwombea kiongozi wako ili na wewe pia upate kutengenekewa.